lakini pia ni msimamizi wa mirathi ya marehemu Jastisi Rugaibura ambaye ameacha watoto wanne. Na kutokana na alivyoongea mkuu wa mkoa na viongozi wote wa serikali, ili jambo sihitaji kulieleza tena kwa sababu limezungumzwa. Nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuitikia sisi Watanzania na kusikia vilio vyetu, lakini pia nipende kushukuru kumshukuru mkuu wa mkoa kwa kuweza kufika mapema sana pale nyumbani na kutusikiliza. Namshukuru pia mkuu wa wilaya pamoja na vyombo vyote vya dola ambao walilisikia swala letu na wakatia nguvu kubwa sana kulifuatilia kwa kina. Nawashukuru pia majirani, wananchi, pamoja na vyombo vya habari kwa kile ambacho mlikifanya kwa siku ile ya tukio, kikasaidia zaidi waweze viongozi wetu waweze kupata picha ya nini kinaendelea. Lakini pia nipende kusema kitu kimoja, nimemsikia mkuu wa mkoa akiongelea kwamba mama yetu Mama Samia atakuwepo hapa Dar es Salaam. Nipende kuambia wamama wenzangu, wanawake wenzangu na sio wanawake tu hata wanaume ambao wanapitia migogoro mbalimbali ya kifamilia au jambo lolote ambalo linaleta utata, anapokuwepo rais hakuna kinachoharibika. Wajitokeze kwa wingi ili kuweza kusikiliza sera za mama rais anachoenda kuongea, lakini pia kupeleka mahitaji yao mbalimbali mbali, kwa sababu tusipoongea hatuwezi kusikika. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwapelekea viongozi wetu yale mambo yanayotusibu. Labda mimi nisingekuwa nimepaza sauti, wasingeweza kujua ni nini kinaendelea chini ya kapeti. Kwa hiyo napenda kuishukuru sana serikali na vyombo vyote vya dola na kamati ambayo ilikaa usiku na mchana kuendelea kufanya uchunguzi kujua kipi ni kipi. Baada ya hayo, nimeambatana na wanafamilia watoto wengine wako shuleni, lakini niko na mtoto wetu mkubwa ambaye ndio nilikuwa naye siku ya tukio. Niko na shemeji yangu mdogo, wa marehemu mme wangu, pamoja na dada yake mkubwa. Asanteni sana. Na wewe, we una watoto <tri>